ninavyofanya mazoezi yangu mm -hmm. Naona kabisa au mm -hmm. Watu watatu nikiwataja mm -hmm. Mtu wa kwanza kwanza, Pacome Pacome Zouzoua pale Pacome bwana, mm -hmm. ni mchezaji ambaye kwa mimi type yangu nayocheza, kwanza ni mchezaji ambaye ananirahisishia mm -hmm. mimi mm -hmm. majukumu, anaweza akapunguza akaingia ndani akapunguza, kwa hiyo mimi kama fullback naenda, naenda kutengeneza mm -hmm. nafasi ya kuenda kupiga ule mpira ambao wa mwisho yaani, ananifanya niende nikapiga ule mpira wa mwisho nikiwa najua kabisa mpira naupeleka wapi. Sawa, wapili wapili, wapili mi naweza nikasema kuna mchezaji mmoja yuko Singida Black Stars hapa, anatumia left, anatumia mguu wa kushoto, anatumia sijui eh, ni left sijui. Sawa, Adebayo ana manywele nywele hivi sijui, ndio huyo Keyeke jamani, ni hatari sana, anacheza chini

mwingine bwana. Mimi kwa upande wangu nah, sema ndo hivyo azisikie Juma, presha zinakwaga vipi kwenye michezo, kuelekea michezo ya dabi, matayarisho yake matayarisho yake yanakuwa yake, yake makubwa. Kwanza usilisi unakuwepo mkubwa sana kwa wachezaji wote, kwa sababu mm -hmm. ni mchezo ambao waheshima ni mm -hmm. mchezo ambao hutaki kupote, kupoteza thamani yako, kwa sababu unapoteza vibaya katika ule, katika ule mchezo mm -hmm. ndio unaenda kushusha thamani yako yote ambayo uliitengeneza unapoenda kucheza vizuri basi ndio unaenda kupandisha tena thamani yako mm. pamoja na ule nanili umaarufu wako mm. unaendelea kuwepo kwa sababu mchezo wa Simba na Yanga bana, ukicheza vibaya au ukafungisha pale, unaenda kudrop moja kwa moja na hata thamani yako unapotea, hata ile ile yani, nasema nani yako mazuri yako yote yanaenda kupotea. Juma, kwa haraka kidogo, Mtibwa ulicheza na pacha gani? na Obadia Mwangusa, Shamarwa a na kina Salimbonde, Mtibwa nilicheza na Kusi

Mkopi huko Mkopi. Mkopi. Mkopi. Na Gaucho au siku nyingine Vicente Barnabas <gulia>